Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa ambao ni gharama sana kwa matibabu yake, na kwa kuwa tumekuwa tukishuhudia Watanzania wengi ambao wameathirika na ugonjwa huu wakichangisha ili kuweza kwenda kutibiwa bila mafanikio, je, serikali haioni kwamba kuna haja sasa walau kwenye ile package ya bima ya kawaida kabisa ila chini waweze kuweka matibabu haya ili uko mbeleni muweze kuyafanya hayo ya bure kwa Watanzania? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Eh, mheshimiwa Mheshimiwa Spika, kweli dada yangu Matiko ameuliza swali zuri sana, na maana ya bima ya afya kwa wote ni hicho unachokisema. Lakini mimi kama mbunge na sisi kama jamii ya Watanzania, e, sisi jamii ya Watanzania, ukioa ni rahisi sana watu kuchangia milioni mia moja uoe lakini ukizaa mtoto akapata tatizo la kensa watu hawakupi hata shilingi kumi kwa ajili ya. Kwa hiyo, moja, kuna swala la mila zetu na jinsi sisi wenyewe tunavyoishi. Ni rahisi watu kufanya sherehe, lakini kwenda kwenye tiba yake na kukata bima naona ni tatizo, lakini sherehe anaona ni kitu cha maana. Kwa hiyo ni kweli ni muhimu kufanya hivyo, lakini kwa sasa kuna rumu ile ambayo tumesema kama mtu hawezi kulipia matibabu basi kupitia mtendaji wa kata anaandikiwa barua na anapata tiba zote bure na ndio kikubwa anachofanya eh. Ndio maana tunatenga fedha hapa hizi za MSD na zingine, ndio maana mara nyingi hatuulizani tulimetenga bilioni mia mbili eh, kwa ajili ya dawa na vitendanishi na vifaatiba, mbona hazijarudi hazionekani kwenye mzunguko? Kuna hela nyingi zinaenda kwenye eneo hilo la exemption, lakini ni kweli sio wote wanaweza kuhudumiwa kwa kutumia bilioni mia mbili.